Zawadi hizo zimetolewa na kamishina msaidizi wa ustawi wa jamii kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, Musa Mkamate, kwa niaba ya katibu mkuu wa wizara hiyo, Dr. John Njingu, ambapo amesema kuwa Rais Samia anatambua umuhimu wa malezi ya watoto, ndiyo sababu ya kuendelea kuwajali watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Ameongeza kuwa jamii inatakiwa kuendelea kuwajibika katika malezi ya watoto kwa kuwapatia mahitaji ya msingi huku akisisitiza umuhimu wa amani na upendo katika familia ili kupunguza vitendo vya kutelekezwa kwa watoto. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan ameona asherehekee sherehe hii pamoja na watoto wa kijiji hiki cha Matumaini kwa kuwaletea zawadi mbalimbali mbali, ikiwemo mbuzi wa nyusupu siku ya leo, lakini pia mchele, um, sukari, mafuta na zawadi nyingine ambazo ni muhimu kwa watoto hawa. Hii ni kuonyesha upendo kwa Watanzania na hususani kwa watoto walio katika mazingira hatarishi. Uh, wito wa serikali kwa watoto ni uh, kuendelea kuwa watoto wema, kuwa watoto wazalendo, kulijali taifa lao, uh, kuwapenda wazazi, kuheshimu wakubwa, kuheshimu mamlaka za nchi za serikali na kufanya wajibu wao katika kulijenga taifa letu ikiwa ni pamoja na kusoma vizuri, kuzingatia malezi bora wanaopewa na wazazi wao, lakini pia kutii sheria za nchi yetu. Kwa upande wake, msimamizi wa kituo cha kijiji cha Matumaini, Vincent Boseli, amemshukuru Rais Samia pamoja na wizara, akisema kuwa zawadi hizo zimeleta faraja na furaha kwa watoto katika kipindi hiki cha sikukuu. tunashukuru kwamba siku hii leo tunakumbuka kwamba tunaanza mwaka. Kwa hiyo kama mwanzo ni mzuri basi hata maendeleo yake yatakuwa mazuri. Kwa hiyo tunawashukuru wote na tutawaombea, ili Mungu aweze kuwarudishia waliotuletea leo na wao warudishiwe baraka hizo kwa Mungu kwa mwaka nzima kwa kazi zao. Tunayo furaha kubwa kwa kweli kwa kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambayo leo hii amekuzawadia zawadi hizi kwa ajili ya watoto wa walioko kwenye mazingira magumu. Tunayo furaha kubwa sana, tunashukuru. Tumezipokea na tunaahidi kumunga mkono katika kila jambo, kwa ajili ya kazi ya kujenga taifa. Kutoka jijini Dodoma, James Bunuma, Clouds TV.